na darasa hili zuri sana lishike na nenda kalifanye kazi. Leo nataka nikuelekeze kitu kimoja. Ukitaka kujua sehemu uliopanga au sehemu uliohamia au sehemu uliojenga kwamba sio nzuri, basi kuna kitu nataka nikupe leo, kakisome, alafu kisha kisoma basi utapata kujua kwamba hapa ninapoishi hapa sio, au hapa sehemu niliyopo hapa haina mushkali wala haina maratizo biithnillahi taala. Twende sambamba na mimi ili ukaweze kuelewa nini ukifanye kama sehemu unayoishi hiyo sio nzuri, ama utaona ishara gani katika sehemu ambayo unayoishi kama itakuwa sio nzuri. Kwa hiyo twende sambamba nikuelekeze, ili uweze kuelewa. Lakini kabla sijawaletea, na taarifa fupi sana nataka niwape, ndugu zangu katika imani, siku ya tarehe 25 ya mwezi huu wa sita tutakuwa na dua kubwa sana ya kufunga mwaka kwa sababu Waislamu mwaka wetu tunamaliza mwezi huu wa Dhulhija. Huu ndio mwezi wa kumi na mbili wa Kiislamu na tukiingia mwezi wa Muharam ila tumeingia mwezi wa kwanza. Dua hii ni dua ya familia nzima, ina maana kichwa kimoja cha baba, inakuwa ni mtu mmoja anabeba na familia nzima katika nyumba yake. Utaratibu wa kushiriki dua hii, utapiga simu, utaelekezwa utaratibu wa kushiriki, na unaweza kushiriki hata ukiwa mkoani ama ukiwa nje ya nchi piga namba hii ya sufuri saba tisa tatu sufuri hamsini mbili sufuri hamsini mbili, basi utapewa utaratibu, ama sufuri saba nane nane tisini hamsini moja hamsini moja, utapewa utaratibu wa kushiriki katika dua hiyo. Twende inshallah kuelekeze nini ufanye jambo gani ufanye ili ujue kwamba hyana, hii nyumba nayoishi hii sio, au hapa nilipoamia hapa sio Ndugu yangu, ziko baadhi ya nyumba ukihamia shekhe, matatizo, misukosuko, majanga. Eh, kuna baadhi ya watu katika majumba yao kuna mavitu wameweka mbele, sio. Sasa unaweza ukahamia mle ndani ukawa kuna mtihani sana kwako. Sasa utajuaje? Je, nyumba hii ni nzuri au sio nzuri? Basi <coughs> twende nikupe kipimo cha kwanza. Kipimo cha kwanza kabisa ni hiki hapa, kama unaweza kusoma Qur'ani kama unaweza kusoma Qur'an, kipimo cha kwanza, utakapohamia katika nyumba, jitahidi sana, soma Suratul Baqara kwa kila siku, mara hii moja. Kama wenye nyumba mpanga na wenye nyumba hiyo alipinga, basi watu wazuri, utapewa notisi ya kuhama sheikh, sababu kuna hali utakaisikia, hali ambayo itawasumbua sana. Na kama ni yako wewe mwenyewe, basi ukiwa unasoma ile suratul Baqarah ndani mwako kuna hali na mazingira unaweza ukayaona kwa macho. Mfano, unaweza kaona muda mwingine kuna wadudu wanakufa ambao wa ajabu, au muda mwingine unaweza kaona, pengine ajiongoma mnyoka haya na za kufa kwa bila sababu. Yani kuna ishara fulani unaweza ukaiona, vitu vya ajabu tu vimeanguka, mara sisi popo kaanguka pale. Ukiona ishara hizo basi nyumba hii ile ukaa au nyumba ile ukotaka kuhamia hii sio nzuri, kwa sababu Suratul Baqara kazi yake ni kufukuza mashaitani. Nyumba yoyote inosoma Suratul Baqara, wallahi, mchawi hakai, shaitani hakai, jini mbaya hakai, kiumbe chochote kibaya katika nyumba hiyo hakikai ikisoma Suratul Baqara. Kwa hiyo utakufahamu kama nyumba hiyo inayamia ya je hii kwa sawa sawa, itaidi sana kusoma Suratul Baqara na kama wale ndugu zangu ndugu zangu na mimi mmekwenda kupanga labda, mpanga chumba chako kimoja basi ukihamia tu ndani ikungute hiyo. <coughs> Shehe, kama ndani kuna mtu sio mzuri, utaona ishara tu, utakuwa na ugomvi mkubwa sana, kwa mtu ambaye anaweza akaisoma hiyo sura Al-Baqara. Lakini pengine kama haiwezi hii basi asome tu asome ayatu ah, ya kursi katika nyumba yako. Kipindi kile umeamia mara mwanzo mwanzo, unaweza kuwa unaipiga hii ayatu ya kursi asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Ukifanya kwa muda wa wiki moja, basi utapata majibu kwamba hii nyumba ndio kaa sio au nyumba ndio kaa, ndio kuna ishara utakwenda kuziona, bi idhni llahi taala, kwa nyumba hiyo ambayo kwamba wewe unakaa. Hii ni njia ya pili, na njia ya tatu kitakujua kama nyumba hii sio nzuri, pengine kusoma suratul bakara huwezi pengine kusoma sura ya ayati ya kursi huwezi, basi isome Suratul Fatiha kwa kuanza na bismillahir rahmanir rahim alafu isome Suratul Fatiha. Ukisoma Suratul Fatiha kwa kuanza <coughs> na bismillahir rahmanir rahim, kama hiyo nyumba unayoishi sio nzuri, basi kuna ishara utaziona na kuna baadhi ya mambo utayaona, ama kama ni nyumba wapangaji na kuna watu humo ndani sio wazuri, basi utaweza kuona magomvi, utaona chuki, utaona vitu vya ajabu, utaona utajua... <coughs> na tukio bila sababu yoyote utajua kumbe nyumba ninayokaa hii hii sio kwa. Nimekupa hizo njia tatu, inshallah zichukue, zikamate na nenda kazifanya kazi, utakwenda kuona maajabu na muujiza wa sura hizo. Nimekutajia hapa sura ngapi? Mbili. Nimekutajia sura al-Baqara, nimekutajia sura al-Fatiha nimekutajia uh, ayati ya Qur'ani. Ukitaka kujua, je, hapa ninapokaa salama? Nenda kasome sura hizo kabla ya 100 au baada ya kwa mia, soma ndani ya siku saba utakwenda kuona ishara na kujua kwamba hapa pako kwa salama au hapako salama. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.